Leo ukiwauliza kwanza kufikiria kwamba walikuwa wakifikiria wao tofauti na wao leo. Simba imecheza mchezo mzuri, na bado imecheza kwa taadhari, kwa sababu ya mechi ya Jumapili. Wamecheza kwa taadhari, lakini wamecheza mchezo ambao ilikuwa na uhitaji uwanja wa Taifa. Ndio mchezaji jana wa binafsi ambao katika mchezo amefurahisha wa leo ndio na Samiso leo kufunga goli sababu Simba kama watahitaji kupata mafanikio so, mm, zaidi na zaidi wacheze kwa kumzunguka Jonasa, wamweke kama ndio awe star wa kufunga magoli Simba. Atakuja kuona ndio, umesema umefurahishwa na performance ya timu yako, lakini pia eh, ukiamini kwa maana eh, namna ambavyo imecheza leo, umesema umefurahishwa na timu ambayo imecheza na kuna muunganiko. Maana yake tafsiri yake, mtu anaweza sielewe, akasema eh, ni kama vile labda Matola aendelee kuinua labda kikosi hichi tu apewe timu. Mimi nasema na nikarudia kusema na kuendelea kusema, ufike wakati sasa hivi tuamini makocha wazawa, kama Simba wanaweza, waache Matola na Moroko waendelee kuongoza. Sasa ufike wakati kuamini hii tabia, kuendelea kuamini watu wakuja, inafikia mahali wanakuja kuchukua uzoefu, wakiondoka anafazaaasiki mfano wa karibu, tunaanza mechi ya kwanza ligi leo, kocha amekimbia au kocha anaondoka, hataki mjadala, hataki hata kujiona kwamba kuna anaweza kulifanya kusaidia timu, ameamua kuondoka. Alitegemea tuwacibivi, lakini mzawa mwenzetu atakwenda wapi? Kama ni elimu, ameshapata elimu ya kutosha. Sasa hivi apewe hizi timu, waangaike nao hmm.

Kuna wasiwasi kwamba kunalikabizia wa ka jibi mm. Wale wanasemaje, usinyumizie yeah, yeah. Ukichafuka nitafua hawa mm. Sasa wana wasiwasi elimu batu wameshamkabidhi yeah. Ila akumbuke kwamba amekuja kama professional, ajiangalie asije akavunja heshima yake aliyoijaza kwa wapenzi wa Simba, arudi mtizoni awe kama ili kua, tunategemea aje watani zenu kwa uchache performance yao, namna ambavyo wamecheza katika mchezo wa jana, lakini uwezo wa kocha wao manake wapo baadhi ambao e, wachambuzi walikuwa wanaamini kwamba kama atoshi timu kubwa, lakini e, kocha uwezo mdogo. Wewe kwa jicho lako la kiufundi, mzee wangu, manake umekuwa mara nyingi unatoa tathmini zako na zinakuwa sahihi natumaini <laughs> ile kocha Barak ya kwaza kajikiwakuaaraky kwanza alafu pia hajaijua Tanzania i hajajua timpira Tanzania i, mimi nawanga imani kama tao wampe muda, baada ya hapo wapeda kusema kwamba anatosha ama atoka, lakini kwa sasa hivi Yanga bado inayumba haijacheza haijachezole mchezo mchezo, unajua kufunga magoli unakosema una yumba, hmm. una una, una inawachanganya hapa e, uh, mashabiki hawajawa nafasi tangu mechi angawa, ya ngao ya jamii mechi ya klabu bingwa na mechi hii mm, bado hawajacheza ile mchezo ambayo tunaanza kuona yanga kwamba wakiingia uwanjani tunategemea kwamba kuna ushindani, kwa maana kwa bado wanayumba, lakini hmm, na imani sababu ya ugeni wa kocha. Endapo baada ya mechi tatu nne tano, tunaweza tukamjaji kwamba anajua ama ajui. Mzee Kamwe bwana eh, mdogo anatamba sana, anasema kuna jasusi wamempandikiza kwenu, anawapa taarifa namna mazoezi mnavyofanya eh, eh, siri zote anatoa na bado yuko ndani eh, ah, ya kiposti uh, uh, na amesema sasa hivi kule kwenu, kweli naamini kuna jasusi au story anakwambia nini, kama huwezi jua kama anasema kweli ama, lakini naomba lisikilize kitu moja kila mtu afanye kazi kupitia taasisi yao. Kufanya kazi kwa kufanyia kazi taasisi nyingine, unapoteza mahala uongozi. Uongozi unataka kuwe na mchana. Simba ni taasisi kubwa, Yanga ni taasisi kubwa. Hebu wafanye kazi kupitia taasisi yao, wachukue mifano upande wa Simba akiwepo wamejiaji hawafanyi kazi kwenye taasisi ya Yanga au kupitia taasisi ya Yanga, wanafanya kazi kupitia taasisi ya Simba hasa kama wao wamejiajiri na kufanya kazi kwenye taasisi ya Simba, tuwache na uajiri wao, lakini wanapoteza maana uongozi. Kila siku ukilala ukiamka, wanakosea kufanya hivyo. ya wanakosea sababu kila ukilala ukiamka, yano wanaonyesha kwamba hawana mtu mwingine wakuweza kugongolea ndani ya hii nchi na nje ya hii nchi zaidi ya Simba, wakilala wakiamka wao ni Simba wa kwa maana inaonekana Simba ina ukubwa wa kiasiliako mpaka anaea kuitafuta siku hadi siku. Kwa hiyo tuwache waangaike, mwisho wa siku ukifika tutauona baki. Sasa hivi taai tunaanza, huu ndio mwanzo naa tukasema kwamba wanaanza vibaya, ndikawa ndio moja kwa moja. Kwa hiyo tusubiri hudo taongea. Shukrani sana bwana.